na kumomba Allah ziada za rehema na amani zimwendee mtukufu wa daraja ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Haqiqatan tumetoka kusikiliza ladha da'wa iliyokuwa nzuri kabisa, ambaye Sayyid Abdul Aziz Pacha amefikisha. Sote tulikuwa tukifurahi na kama sio muda tungetamani aendelee kusema. Ilikuwa ni dawa nzuri, kwa sababu ina ladha kwanza, namna ya ufikishaji wake na hata ujumbe ambao alichagua kufikisha kwetu. Mwenyezi Mungu amuiradhi na mfanyie wepesi. Ndugu zangu, kama ilivyo ada, kwamba anaisimama mmoja wetu kusema, huchaguliwa tu kusema kwa niaba ya wenzetu, uh, wenzake ambao wapo chini ili afikishe chochote kwa niaba yao. Mimi naomba katika dakika zangu chache, na mimi pia nichangie kuzungumza katika tukio hili kubwa ambalo limetukutanisha hapa, na mara tu tumemaliza kufanya dua kwa ajili ya ndugu yetu. Ndugu yetu kwa sasa unapomwita kuna jina limeongezeka, na hivyo hivyo mimi na wewe baada ya Allah kutuchukua huwa tunaongezeka jina. Yaani kwa sasa ukitaka umwite bwana Husein Msopa au Sharifu Majini, ukitaka umwite, utasema marhumu Sharifu Majini. Sasa ukisikia hii marhumu, maana yake ni ismu mafuul. Ndio maana utaona mtu anaitwa marhumu fulani, maana yake ni mtu ambaye yupo katika uzanio mafuulu mbe chochote kwake anahitaji afanyiwe kwa hivyo ni mtu anahitaji ahurumiwe sana, afanyiwe kila jambo, kwa sababu wakati huo anahitaji zaidi huruma yetu, kwa sababu ya kuitwa marhumu fulani. Sasa katika kile ambacho kimepelekea kumuondoa, ambao tumeona mtihani umetokea kama kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuna mmoja katika maneno aliwahi kuzungumza mazuri sana, tuyafanyie kazi, tuyasikilize. Alisema nini? Alsema wakhshal haditha, okopeni sana maneno. Sehemu nyingine ikaja wattaqul haditha, okopeni sana maneno, fa inna awwal alharbi alhadithu, hakika mara nyingi mwanzo wa vita yoyote ambayo wewe unaweza kuisikia basi huwa inaanza kwa maneno, hata kama ikiwa taifa na taifa, hata kama ikiwa kabila na kabila, hata kama ikiwa jamii fulani na jamii fulani, basi mwanzo wa vita siku zote huwa unaanza ni maneno. Kwani we nani? Kwani na wewe ni nani? utanifanya nini? Kwani we una kitu gani? Pande mbili zinaanza maneno ya kusikilizana, kutupiana maneno, huyo anasema vile, huyo anasema vile. Sasa baada ya maneno nini kinafuata? wakana sharuha dhamara. Baada ya maneno sasa inakuja step namba mbili ni dhamara. Dhamara maana yake hapo sasa ni mapambano, kwamba mwenye kisu mwenye kitu mwenye kislahi, mwenye vile sasa wanaingia katika mpambano. Lakini kumbe yale maneno, mazungumzo ndo msingi ambao waliopelekea kufikia hatua watu kuja kwenye dhamara katika hali ya mapambano, iwe ni taifa na taifa, basi walianza hivyo. Sasa hii maana yake ni sehemu ya ushauri wa kwamba maneno yoyote mabaya ambayo yanaweza akapelekea dhamara, watu wakaja wakapambana, basi ni vyema tukaepuka, kwa sababu yanaweza kuleta tatizo katika maisha ya watu wengine. wa katika ujumbe huu, basi mimi nimalize kwa aya moja tu, ambayo ndio napenda niseme na aya hii ndio ambayo itaniweka chini, kwa sababu wasemaji wapo ambao wenye uwezo mzuri wa kusema na tunahitaji zaidi tusikie kutoka kwao. Aya hii ndugu yangu, naomba utege sikio unisikize kwa umakini mno, kwa sababu inawezekana hii aya umekuwa ukisikiliza mara nyingi, lakini ukisikiliza katika sura fulani ni katika upande mwingine. Leo nataka nikuoneshe upande wa pili, wa pili ukoje wa aya hii. Semeni, inshallah. Aya hii ni katika sura ya nne Aya nambari tatu ni aya maarufu mno katika aflati mbalimbali mbali za walima tularus. Ni aya ya hutumika mno, na mpaka ikafika sehemu kwamba tuliokuwa wengi tukahisi kwamba hii aya ni maalumu tu mafundisho yake kwa masala ya arus. Lakini leo inshallah, tuangalie upande wa pili, nje ya arus, tujifunze kitu kwenye hii aya hii namba tatu.

Kuhalalisha wale ambao wanao uwezo wa kuvuka sehemu ya mke mmoja kwenda wawili, watatu, mpaka wanne, na tukahisi kwamba aya hii ujumbe kwetu ni huu tu peke yake, lakini ni kuonesha upande wa pili, aya hii ina message nyingine kubwa, message ambayo pia inanasibiana na tukio la kuondokewa sisi, tukiondokewa au tukiondoka katika ulimwengu huu. Kwa nini iko hivi, ndugu zangu? Kila mwanaume aliyoko hapa ambaye tayari Allah akamjalia ana mke na baadaye Allah akampa watoto. Anapofariki dunia, kwake panabakia watu wanapewa sifa zifuatazo: moja, kama ni watoto wataitwa mayatima, na kama ni mke ataitwa mjane. Aya hii, twendeni sote tuitafiti, tuchunguze kitu ambacho kitufundishe kitu kizuri sana hapa. Aya hii mwanzoni nasema wa in khiftum alla tuksitu fil yatama, Mwenyezi Mungu ametaja vitu viwili ambavyo vinafanana tafsiri na maana yake, lakini ni kwa nini sasa vilikuja kwenye majina tofauti wakati maana yake ni kama moja vile? Mfano, kuna kistu na kuna aladlu kwenye aya moja. Allah subhanahu wataala ametaja alkistu na kisha akataja aladlu Alkistu ameitaja wapi? wa in khiftum alla taqsitu fil yatama. Aladlu kaitaja wapi? fa in khiftum alla taadilu. Aya hii inataja vitu viwili, alkistu na aladlu. Ukitafsiri haya maneno ni kama yanafanana. Alkistu utasema ni uadilifu, wema, uadilifu. Aladlu kadhalika ni uadilifu ni kwa nini Allah kwa yatima asiseme kama alivyosema kwa wake? Ni kwa nini Allah aseme wa in khiftum alla taadilu fil yatama, alafu hapa aseme wa in khiftum alla alla tuksitu fil yatama? Mwenyezi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa na maana hii kwamba ukitafsiri neno kistu, wanasema wasomi wa lugha kwamba ni al-adalatu adh-dhahiri al unaposema alkistu ni ule wema unaoonekana, wema ambao wa nje unaoonekana ndio unaitwa alkistu. Lakini aladulu ni wema unaobeba vitu viwili, adhahir walbatin, ni wema wa nje na wa ndani, wema unaoonekana na usionekana. Sasa ni kwa nini Allah, subhanahu wa taala, kwa yatima atumie kistu, wema wa nje? Hapa ndo sehemu pa kujifunza kwa sababu Sharifu Majini ameacha yatima. Ndio maana ya kuzungumza mimi hii aya ni kwamba tazama, hata wewe mwenyewe ambao umesoma, Allah anaanza na hii aya anatumia harfu ya sharti, alafu angalia fiil ya sharti, wa in khiftum alla tuksitu, fiil ya sharti inakuja. Angalia jawabu ya sharti ni nini? Anasema fankihu ma taba lakum minan nisa sasa angalia hapo inaingia kiini vipi? Mungu anasema anaweka sharti, ikiwa hamtoweza kuwafanyia uadilifu yatima, haya tufanye nini? Jibu la Mungu anasema, oweni wanawake mnaowapenda wawili, watatu, wanne. Kuna uhusiano gani wa kushindwa kumlea yatima, alafu jibu lenyewe lije oweni wanawake wawili, watatu, wanne? Unaona kabisa kwamba ni maneno ambayo hayajakaa sawasawa kwa mtazamo ukiyatazama hivi Allah anasema mkishindwa kulea yatima, haya jibu lake oweni wawili, watatu, wanne. Lakini kumbe alikuwa na maana hii unaposema alkistu, kwa sababu tumesema ni wema unaoonekana. Ndio maana Allah akatumia kwa yatima. Ni hivi, kwa yoyote ambaye anamlea yatima nyumbani kwake, afahamu ya kwamba Allah alikuwa anatangaza somo, namna bora ya kumlea yatima kwamba yatima anahitaji umfanyie wema unaoonekana. Mfano, hata kama wewe unampenda yatima, lakini mapenzi yako ukayaficha, kwamba yako ndani, alafu yeye umuoneshe kama unampenda ikawa tayari pengine, watoto watoto wako wanakuja, unazungumza nao, unacheza nao lakini we mapenzi yako ni zaidi kwa yatima, lakini yatima haoni kama kuna ishara ambazo zinamfanya aone kwamba wewe unampenda zaidi Yatima daima atajikunja akiamini kwamba mimi sipendwi, huenda wenzangu wanapendwa zaidi. Yatima hata ukinunua nguo ambayo ukanunulia yeye nguo ya thamani zaidi kuliko wenzake wanao, lakini ile nguo ikawa yeye umempa peke yake, alafu wanao ukanunulia nguo ya thamani ya chini kabisa, lakini na wao ukawapa peke yao, yatima anaweza akaona ile uliompa yeye nguo ile ya thamani kubwa, akaona hamna, inawezekana watoto wake Ye wanae kwa hapa zaidi kuliko hii mimi ndo napewa hii. Hey, mimi ndo napewa hii, hata kama yake ndo ya thamani zaidi kuliko mwingine. Kwa nini? Kwa sababu anataka wakati ule wema unagawa, basi fanya mbele yake aone, unampa mwanao na unampa na yeye, wema wake yatima. Anataka uwe ni wema adhahir unaoonekana, ili na yeye aone, kweli, na nami niko sawasawa, nami napendwa. Ndio maana aya ikaja, in kiftum alla tuksitu fil yatama. Alkistu ikawa ina maana kwamba anaemlea yatima ajue kwamba lazima yatima ayo anaona matendo yote yanayofanyiwa na wenzake. Uzangu, muda si rafiki, twende sehemu ya pili, basi kwenye aladul. Kwa nini Mungu akasema aladul al al aladul? Allah akasema kwa sababu ya kwamba wanaowalea yatima wakishindwa, Mungu anawaambia ingeni darasani. Darasa ni nini? Ni kuoa wake wawili, watatu, wanne, kwa sababu kila aliyekuwa na mke anawake wawili au watatu au wanne. Katika wale wanawake wanaoishi nao wake zao kuna matendo ambayo wanaweza wakawa wanayafanya, wanayo wanawake, yanafanana kabisa na malezi ya mtoto yatima. Mfano wake ni kwamba ukinunua kitu na wake zako wawili au watatu, yule mke mmoja ambaye ni mkubwa, hata kama utanunua tu sabuni kigwanji au sabuni shilingi labda 100 au sema elfu moja elfu mbili, kile kisabuni kile Wee ukifichefiche tu kifunge na karatasi kifunge vizuri, alafu nenda na wake zako wengine, waite pale mbele, wale uwape simu zenye kuwa na thamani, hata laki tano, laki ngapi, uwape kila mmoja simu, lakini ile uliofunga funga ile sabuni uliofungafunga, mpe mke wako mkubwa, mwambie bana, sasa e, wewe zawadi yako wewe ni hii hapa, utaifungulia ndani. Hawa wake wanaweza wakaacha zile simu zao zote, thamani ya simu zao wasione, wakaandamana naona taua mke wake ndo kamnulia simu zaidi kuliko hii, kumbe mke wake kachukua sabuni, wao wamechukua simu. Maana yake ni kwamba hii ni sehemu ya adlu. Muda niruhusu, wallahi, naomba tuwe nafasi kwa wengine. Wassalamu alaykum wa wa wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Sabasi Alkubra kama ilivyosema madai ni wengi, na tutambue uwepo wake Sheikh Sharif Said John Edward.